Ya haleluya, watu wa Mungu, ni wakati mwingine na saa nyingine, Mungu amenipa neema nije niseme nawe e, niseme kwamba nimepokea ushauri wa watu wengi, kwanza nikiwa ndani ya kituo cha polisi mle selo, na hata nilipotoka nje, wengi wananiambia acha kuhubiri habari za watu wanaoonewa au wanaoteswa, hebu hubiri injili ya Yesu. Mimi nauliza swali, hivi kweli nikihubiri injili ya Yesu nitakuwa salama au nitakuwa kwenye hatari zaidi? Leo nataka kidogo nichambue injili ya Yesu ilikuwaje, kidogo tu kwa sababu ya muda niliyo nao. Mungu akinipa neema, nitakuja wakati mwingine kuchambua tena na tena injili ya Yesu ilikuwaje. Kwanza kabla sijaenda mbali zaidi, kuu soma mambo ambayo Yesu alikuwa anaelezea kwamba watu watakaohubiri injili au watu watakaomfuata watakuwa ni watu wa aina gani, watakutana na mazingira gani na ugumu gani na changamoto gani? Nisome kitabu cha Luka sura ile ya 13, Luka sura ile ya 13 mstari wa 31. Nisome hiki kitabu, nasema hivi: Saa ile mafarisayo kadha wakadha walimwendea wakamwambia, kawa wanamwambia Yesu, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Wanamwambia Yesu sa, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. 32, akawaambia nendeni, mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Sasa swali ni hii ndiyo injili ya Yesu. Haya ndiyo majibu ya Yesu. Je, leo hii mimi ningemjibu mfalme au kiongozi aliyepo, nendeni mkamwambie yule mbweha, ningekuwa salama? Nisingetekwa? Nisingekamatwa? Nauliza swali, je, nikihubiri injili ya Yesu nitakuwa kwenye hatari zaidi au ndio nitakuwa salama?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 lakini kabla hayo yote hayajatokea watawakamata. Yesu anaongea na wanafunzi hapa. Watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Anaongea na wanafunzi, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, kwa sababu tu mtakuwa mmeshikamana na hiki ambacho mimi nawafundisha. Nauliza swali Nikihubiri injili ya Yesu nitakuwa salama au nitakuwa kwenye hatari zaidi? Na tukichambua watu waliohubiri injili ya Yesu walikuwa salama au walikuwa kwenye hatari zaidi? Tuendelee mstari 13, nayo yatakuwa ushuhuda kwenu. 14, basi kusudieni mioyoni mwenu kuto fikirifikiri fikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza Kushindana nayo wala kuipinga. Mstari wa kumi na sita nanyi na mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Sio tu rafiki zenu watawasaliti baadhi yenu, watawaua, watawaua kwa sababu tu ya kushikamana na hii injili na neno la Mungu kwa sura kama ambayo mimi nimewaelekeza au nimewafundisha. Auliza swali: Hivi kweli ni kihubiri njia ya Yesu nitakuwa salama? Hivi kweli hawa ambao wanaonekana ndio wanahubiri injili kiwa kitone tuone, anasema sio, mnahubiri njiri aina hiyo hubiri ntu injili kama akina Mwakasege akina Mwamposa wanahubiri njiri na watu wanaokoka. Swali, ni kweli wanachohubiri, wanahubiri njiri ya Yesu kweli? Soma maandiko Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Katika Yakobo anasema aliye rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Maana yake ukishahubiri, ukishahubiri Kristo, ukihubiri utamaduni kwamba Yesu alisema lile usilotaka kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Ndio maana kwenye zile clip zangu nilikuwa nasema kwamba, Mheshimiwa Rais, hao waliotekwa wangekuwa wanao, hata wewe ungepiga kelele, hata wewe ungelia. Lakini kwa sababu inawezekana wale ni watoto wa raia wa kawaida, na ndio maana inaonekana ni kama sisi tunaowatetea waliotekwa ni watu ambao tunavunja amri ya Kaisari, lakini ukweli ni kwamba tukisema mhubiri Yesu manake hubiri yale ambayo Yesu alikuwa anataka. Yesu alisemaje? Alisema lile usilotaka kutendewa wewe usimtendee mwingine. Iyo ndio injili ya Yesu, kwamba lile ambalo wewe kiongozi hautaki mtoto wako atekwe, hautaki mtoto wako apatikane na hatari eneyo yote. Injili ya Yesu ni kumwambia wewe kiongozi, lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mwingine, au usione mwingine anatendewa na wewe ukanyamaza kimya au na wewe usichukue hatua yoyote. Hiyo ndo injili ya Yesu. Swali, nikihubiri injili hiyo nitakuwa salama kweli? Kwa sababu hao mnao watafsiri kwamba wanahubiri injili ya Yesu wanahubiri injili au? Na nakuhakikishia wamhubiri Yesu kwa sababu Yesu anasema mimi nimewapa neno langu na ulimwengu umewachukia, manake ili ujulikane wewe unahubiri injili ya Yesu lazima ulimwengu uchukie, ndo maana Yesu alimuua kama Yesu angekuwa anahubiri injili hizi wanazohubiri, au wahubiri wanaojiita wanahubiri injili ya Yesu, Yesu asingeuawa. Kama Yesu angekuwa anapatana na Kaisari, jiulize. Kwa nini Yesu kama alikuwa anahubiri, anahubiri injili hizi za, za machawa hizi, kwa nini Yesu alikuwa hapatani na Herode? Kwa nini wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaambiwa hawa wana, wanaivunja amri ya Kaisari? Jiulize sana, jiulize kwa nini wanafunzi wa Yesu walikuwa naambiwa wanaivunja amri ya Kaisari. Sikiza nikwambie, katika hiyo Yohana mtakatifu 17 msale 15, mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Yohana mtakatifu, niendelee, 16 33, maandiko yanasema hayo, nawaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Sasa Yesu injili yake ameshaelezea hapo kwamba baadhi yanu watawafisha magerezani. Nimeshakwambia kwambia. Jiulize sana hawa wanaohubiri injili leo na wanapatana na walimwengu, jiulize sana wanahubiri kitu gani? Ukusomee kidogo maandiko hapa utanielewa, utanielewa injili nini, na utanielewa injili ni kitu ambacho ukiwa unakihubiri una utapatwa nini. Awa wengi mnaosema wanahubiri injili wanahubiri injili, si wanazunguka mikoa mingi a ah, wanakuhakishia, hawahubiri injili ya Yesu. Yesu mwenyewe alichotaka kuhubiri, ngoja nikusomee katika Timotheo wa pili tatu msale wa kumi: bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi tena na adha zangu na adha na mateso yangu na mateso yangu wewe umeyafuata na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio na katika Listra, kila namna ya adha niliyostahimili. Naye Bwana aliniokoa katika yote. Ujue mpaka Bwana anamuokoa Paulo katika hizo adha, ujue Paulo alikuwa anatembea kwenye njia za Mungu. Ujue Paulo alikuwa anatembea kwenye njia ambazo Kristo alitembea, na nikujulishe ukishahubiri njili lazima ufarakane na ulimwengu. Nikusomee Msala kumi na mbili, hiyo Timotheo wa pili tatu, msala kumi na mbili. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Hiyo ni kanuni. Ukiwa tu unaishi maisha ya utauwa lazima utaudhiwa. Ngoja nikusomee katika Wafilipi moja. Nataka ujue injili, watu waliokuwa na ubiri injili walipatikana na nini? waliokuwa na ubiri injili. Okay, ok, Wafilipi moja mstari wa kumi na mbili: lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili, hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo. Sio kifungo kimoja, vifungo vingi vimekuwa dhahiri katika Kristo, miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakapata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, amezidi sana kuthubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine kwa nia njema. Hao wanamhubiri kwa pendo wakijua, hao wanamhubiri kwa pendo wakijua kuwa nimewekwa ili ni tetee injili. Lakini kumi na saba, bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungo kwangu. Sasa ujue kwamba Paulo, kama unakubali Paulo alihubiri injili ya Yesu, kama unakubali Paulo alikuwa anatembea kwa njia za Yesu. Paulo anasema kwamba wako watu wanamhubiri Kristo kwa fitina, wakidhani kuongeza vifungo vyake. Manake ukihubiri injili ya Yesu kwa moyo mweupe, lazima utafungwa, lazima utakona cheza na gereza. Sasa kwa sababu ya muda, nirudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nirudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume na nifafanue kidogo hapa, waliohubiri injili ya Kristo kiliwatokea nini? E, kwa sababu ya muda niwe niwe niwe haraka kidogo. Matendo ya Mitume nisome, nianzie nne. Matendo ya Mitume nne. Hapa walikamata wanafunzi wale, waliokamata wanafunzi wakawatisha, msihubiri tena kwa jina hilo, wakawatisha. Baada ya kuwatisha E, wanafunzi hapo walivyowakamata ni kwamba wanafunzi walijibu kwamba hatuwezi tukawatii ninyi kuliko Mungu. Nisome tu kidogo katika matendo mitume ngapi? Matendo mitume 4:17. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasinene tena, wasiseme tena na mtu awe yote kwa jina hili. kumi na nane wakawaita wakawamuru wasiseme kabisa, wala kufundisha kwa jina la Yesu. kumi na tisa Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu wasikiliza ninyi kuliko, kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tunayoona na kuyasikia. Hapa wakawatishawatisha wakawaacha, Matendo ya Mitume tano, wakawa wanaendelea wanaendelea kuhubiri kuhubiri, wakaona hao hawaelewi, ngoja nisome Matendo ya Mitume tano, nianzie 21b akaja kwa ni mkuu nao waliokuwa pamoja naye w wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli wakatuma watu gerezani ili wakawalete. Manake hapo walishawakamata wakatupa gerezani, wakatuma watu ili wakawalete, lakini wale watu walipoenda mle gerezani hawakuwakuta. Okay, baada ya hapo, msali wa ishirini na saba walipowaleta wakaweka katika baraza, kwani mkuu akauliza akasema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? nanyi tazameni, mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Sikia nikwambie, wakisema mmejaza Yerusalemu kwa mafundisho yenu, hapa haikuwa wanafundisha watu waache dhambi, walikuwa wanafundisha watu kwamba, kwa nini mlimuua Yesu asiye na hatia, kwa nini? Yaani walichokuwa nahubiri, unasikia una, una hapa nasema, mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Maana yake wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu walikamatwa, walioko gerezani kwa sababu walikuwa wanalalamikia kwa nini mlimuua Yesu, mtu asiye na hatia. Leo hii sisi tukilalamikia kwa nini watu waliotekwa hawatafutwi, hawajulikani waliko, leo tunaonekana sisi hatuhubiri injili ya Yesu, lakini kumbe wanafunzi wa Yesu waliingizwa gerezani kwa sababu ya, ya kutetea uhai wa Yesu. Ama mnasemaje kwamba ni halali kutetea eh, Yesu alivyouawa na si halali kutetea Watanzania ambao wanakufa kwenye mazingira ya kutatanisha au wana, wana, wana, wanatekwa kwenye mazingira ya kutatanishwa, si halali kuhoji kwamba je, jeshi la polisi linachukua hatua gani kujua wako wapi? Nikujulishe kwamba Yesu au kuhubiri injili ya Yesu kulipelekea watu wakapigwa, kulipelekea watu wakaburutwa, kulipelekea watu wakapigwa mawe. Akina Stefano alipigwa mawe, soma hapa matendo ya mitume, matendo ya mitume hapa Matendo ya Mitume hii saba, akina Stefano walipigwa mawe hadharani. Wewe unazungumzia Yesu yupi? Kwamba tuhubiri injili ya Yesu, Yesu yupi? Mbona unajua, una, una waliohubiri injili ya Yesu walipatwa na nini? Ngoja nikusomee hapa uh, katika Matendo ya Mitume kumi na sita, nianze mstari wa kumi na tisa basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea wakawakamata Paulo na Sila wakakokota wakawakokota mpaka sokoni, mbele ya watu wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi tena, wanatangaza habari habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata. Yaani, kwamba wanatangaza usimteke ndugu yako lile usilopenda kutendea wewe, usimtendee mtu mwingine. Ndo kwa sababu Yesu ndo aliyokuwa na hubiri hayo Yesu ndio aliokuwa anahubiri, anasema Mafarisayo majoka na majoka. Ndio injili iliyokuwa anahubiri Yesu. Sikia anasema si halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata kwa kuwa sisi tu Warumi. Hapa makutano wote wakaondoka wakaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa mli wapigo kwa bakora, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Hii ndo injili ya Yesu. Kama unaamini akina Paulo walikuwa nahubiri injili ya Yesu, injili ya Yesu iliipelekea waburute, wapigwe, watupwe gerezani, walindwe sana. Sasa sijajua unavyosema kwamba e, tuhubiri injili ya Yesu, tuhubiri injili ya Yesu, tuhubiri injili ya Yesu ipi? Soma Matendo ya Mitume kumi na saba kuanzia mstari wa tano hadi wa saba utakuta kwamba hapa walikuwa namtafuta Paulo. Walivyomkosa wakaenda wakawakokota Yasoni na nyumba yake, wakawakokota kwa sababu tu eh, Yasoni amewakaribisha ame, ame amewakaribisha akina Paulo. Okay, nirudi nisome Matendo Mitume kumi na nne mstari kumi na tisa. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo wakamburuta nje ya mji wakidhani ya kuwa amekwisha kufa lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Sasa sikia katika, katika matendo ya mitume hii hii katika matendo ya mitume hii hii, sikia nikusomee haya maandiko, naona muda umekimbia ume kidogo. kumi na nne ishirini na mbili wakifanya imara roho za wanafunzi na kwaonya wakae katika ile imani na kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki, kwa njia ya mateso. Sasa nataka niwajulishe ya kwamba kitu ambacho mnakiita tuhubiri injili, tuhubiri injili ya Yesu, injili ya Yesu ni kitu hatari sana kukihubiri. Inawezekana tu hamjajua injili ya Yesu ni kitu gani, lakini injili ya Yesu, watu waliokihubiri walipatikana na mateso mengi. Nikipata muda ntakuja nifafanue kwamba Yesu aliteswa au aliuawa kwa sababu alikuwa anapinga watu kuonewa. Iyo ndo sababu iliyopelekea Yesu wauwawe. Yesu alikuwa anasema, lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Kama wewe ni waziri, we ni rais, wewe ni skali polisi, wewe ni, ni nani, lile ambalo haupendi mtoto wako atendewe na wewe usimtendee mtu mwingine. Huo ndiyo ugomvi wa Yesu na mpaka Yesu aliuawa kwa sababu ya mahubiri kama hayo. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani ikisema, itengenezeni nje ya Bwana sheni mapito yake, Bwana mhukumu wake ukaribu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha yake. Hii ndiyo maana yale neno mara na